Naam, kwingineko leo ikiwa ni siku ya uhuru wa kifedha. Tazungumza hapa na mtaalamu wa masuala ya fedha kufahamu zaidi kuhusu siku hii, lakini nini hasa ambacho kinasisitizwa kuhusu siku yenyewe. Kabisa, good luck. Tunaangalia hili, imewekwa siku mahususi kabisa juu ya uelewa kuhusu uhuru wa kifedha na tunaye hapa Janeth Soka ambaye ni mtaalamu na mshauri wa masuala ya uchumi. Ili kufahamu kinagaubaga, tunapozungumzia uhuru wa fedha tunamaanisha nini? Karibu sana Janeth. asante sana. Tumefurahi kuwa na wewe asubuhi ya leo. <laughs> Nashukuru, upo sana. upo uhuru kifedha? bado nina miaka kadhaa nifikie uhuru kweli kweli. Unajua, hata uhuru unatua, niko huru eh, lakini siko huru kweli kweli <laughs> Sawa sawa. Ah, imewekwa siku hii kimataifa kuangalia siku ya uhuru wa kifedha na namna ya kumwandaa mtu anawezaje kuwa huru kifedha. Hmm, kwa, kwanza kabisa tuambie kwa nini mtu awe huru kifedha? Uhuru wa kifedha una nafasi gani katika maisha ya mtu kuyafanya yawe vizuri au kuyafanya maisha yake yaende kombo? Okay. Aa, ni vizuri na ni muhimu sana mtu kuwa huru kifedha kwa sababu inakupa Uh, uwezo mkubwa wa kufanya chochote unachokihitaji. Unajua watu yani tuna tumefungwa au tuko limited, kuna baadhi ya kufanya maamuzi kwa sababu tu huko huru kifedha. Mfano labda pengine uko mjini, mvua kubwa inanyesha muda huo uh, na hapo kuna watu wawili, kuna yule ambaye ana gari alafu kuna yule ambaye ana daradara. Mwenye gari pengine ana uhuru wa kifedha. Yeye anaweza kusema ah, Kutokana na jinsi mvua inanyesha, basi hapa mimi ngoja nitafute hoteli iliyokuwa karibu, ninunue nguo za kuvaa kesho kazini mm, ili nilale, kutokana na hii mvua. Yani naweza kaa hapo barabarani ni, ni foleni na changamoto nyingine, akalala mjini, akatafuta hoteli akalala, mm -hmm. na maisha yakaendelea, lakini ambaye ananaulia daradara option ni moja mm -hmm. Kama hakuna usafiri ni subiri, kama ni mvua ninyeshewe. Yani sasa hapo umeshaanza kuona kwamba uhuru wa kifedha unakupa nafasi ya kufanya maamuzi, chaguo nyingi katika mazingira ambayo yanakuzunguka. mm -hmm. mm -hmm. na uhuru wa kifedha sasa tunavyo uzungumzia hapa unakuwa unaangalia kiwango gani yani, ni ishara gani zitakazonifanya nione kwamba sasa hivi uh -huh. sasa nina uhuru wa kifedha? uh -huh. Na ndio ile wasemaga wanatuambia tutafute sana hela, sasa hatujui <laughs> <laughs> tutafute tu <laughs> la <okay. laughs> e <-he. laughs> Okay. Yeah. Uh, kwanza kuna levels, yani ziko level tofauti. Kuna level ya kwanza, tunasema level tegemezi, ambayo kama ni mtu binafsi, maana yake unaendesha maisha yako, kula kwako, labda unamtegemea baba, mjomba, shangazi, watu wengine watoe fedha ili we uweze kupata zile huduma za muhimu. Lakini kama ni mfanyakazi, ukiwa katika level tegemezi, maana yake kula kwako, kuendesha familia unamtegemea muuza duka mangi dukani, tuongee tuzungumze, mwisho wa mwezi ndo nitaleta hmm. Au kama ni biashara levo tegemezi manake huko, yani kuna wasiwasi pengine unaweza ukaifunga hiyo biashara. Hiyo ni levo ya kwanza. Levo ya pili, kuna ile ambaye unaanza kuona, unaanza kupata hela, unapata huduma mahitaji yote ya muhimu, lakini hauwezi kupata zaidi. Pengine unatamani ule chakula kizuri, unapata chakula kinachopatikana, sio unachokitaka wewe. Hiyo ni level ya pili. Maanake kuna madeni unayo, lakini kidogo unajitahidi kulipa, ila sio sana, japokuwa yapo. Level ya tatu, maana yake haudaiwi, yani maanake unaendesha maisha yako na kuna kafedha kana baki ka saving ambayo ukipata changamoto, kuna namna unaweza ukakatazama na maisha yakaendelea. Level ya nne, mtu anakuwa na zaidi, yani ana save na ana invest kufanya mambo mengine zaidi. Levu ya tano unakuwa una save, una invest na unasaidia. Alafu kuna huo sasa uhuru wa kifedha wenyewe, maana yake: una save, yaani unakuwa na akiba benki, unawekeza, mahali pesa inazunguka, unaendesha maisha yako na vitu vyote ulivyokuwa navyo. Yaani kama una biashara tatu nne, biashara moja inaweza ikakulipa mahitaji yako, ukasomesha, ukasaidia ndugu zako kwa ile moja tu, moja tu mm, na mambo mengine yote yakaenda. Sasa ikifika levu hiyo tunasema ndo unafanya give back to the community kama wakina Bill Gates, yani ana zile, kwa mfano sijui, mambo ya kujenga shule, unaenda unakuwa na kitu ambacho kinasaidia kwenye jamii. Kwa hiyo unaweza kuona sasa, mtu naweza kusema mimi niko huru, lakini uko level gani? M, mtu ambaye tegemezi yeye sio huru, lakini tegemezi, akijifanisha na ile hatua ya kwanza mm. Anapata huduma za zile za muhimu, lakini hawezi kununua anachokihitaji mm. Kwa hiyo kwenye uhuru pia una levels. Kwa hiyo ni vizuri mtu akikwambia tafuta fedha sana, maana yake mm. anakuambia mm. ifike level uamue, unaendesha gari unaoitaka mm. Sasa hivi mtu gari unaonunua ni kutokana na uwezo uliokuwa na mm, yeah, milioni 16 <laughs> ndio kijali hicho hicho, lakini ukifika huru, maana yake ninaendesha gari ninaoitaka kwa muda ninaoitaka na ninanunua ninachokihitaji. Kwa hiyo unaanza kusema watangazaji <laughs> <laughs> sasa a kwa hiyo uh, yule ambaye amefikia angalau hatua ya kuwa na fedha ya kuwekeza mm, anaweza akasema anaanza kuwa huru kifedha mpaka atakapofikia hatua ya kuwekeza na kutoa tena mm -hmm. Yani ndio maana nikasema uhuru una levels mm. Ila uhuru tunauzungumzia uhuru wa kifedha ni ile level ya mwisho kabisa, ndio maana mtu anakwambia tafuta hela, maanake usogee, yani hapo ulipo usibweteke. Sasa mbona, ni watu wachache sana ambao wamefikia? Hela haijawai kutosha, hela haijawai kutosha, ndiyo maana hata wenye uhuru ambao ishu ya uhuru mm. ni ishu binafsi, kwa sababu kuna mtu mimi akinitazama anasema, yani wewe kwa vitu ulivyokuwa navyo uko huru, ila mimi najijua bado sipo uhuru mm. nikiangalia na kule ninapopataka. Kwa hiyo uhuru wa kifedha ni muhimu uangalie tu, na ukiachana na hivyo nilivyosema, ili uweze kujua kwamba unasogea kwenye uhuru hatu, kitu cha kwanza kitachokuonyesha ni cash flow. Yani hakuna uhuru wa kifedha kama una fe... yani, hamna... kusema yani, cash flow, manake ni ule mzunguko wa fedha uliokuwa nayo. Kuna mtu ili apate fedha lazima yeye atokee eneo la tukio ndo fedha ingie. Ndiyo. na kuna mtu halale amke kule hela inajigenerate, mm. Kwa hiyo hili mm, ni moja kati ya ishara kuonyesha kwamba sasa hivi unapata uhuru wa kifedha maana yake hauhitaji utoke ili fedha iingie, popote ulipo, mazingira uliokuwepo, hakikisha hela inaingia ina ndio ile unasema unaweza ukawa umeajiriwa sasa hivi ili uingize fedha lazima ufike studio mwisho wa mwezi ndo hela ingie, lakini ili upate uhuru, maana wewe hapo umeajiriwa, umeajiriwa lakini unaweza ukawa na biashara nyingine au ah, sio tu biashara kuna mm, vitu vingi, kuna mambo ya dividend, kuna mambo ya bonds. kwamba hela inaingia sio lazima wewe uwepo. Mm. Ni ni ishara ya kwanza, lakini ishara ya pili tunasema earning ability. Ukin, u, yani moja kati ya dalili ya kuonyesha kwamba mimi, sasa hivi ninaanza kupiga hatua za uhuru wa kifedha mm, ni fedha kiwango kuongezeka. Hmm. Nakuta mtu anafanya kazi hiyo miaka kumi, fedha yani mshahara wake ni ule ule. Maanake hiyo ni ishara kwamba kuna kuna asilimia fulani usipate uhuru wa kifedha kwa hiyo, kesho kile unachokifanya, ongeza thamani, watu waongeze kukulipa, au kuza brand, au kama ni biashara fanya kwa ukubwa, wafikie watu wengi zaidi, au kama ni huduma manake, i, i, yani itengeneze katika namna ambayo mtu atahitaji zaidi ya mara moja ili uweze kupata kwa, Uhuru, kwa hiyo, mtu anatakiwa angalau kama mm. mimi ninapokea laki tatu kwa mwezi mm. ni, nipokee hiyo laki tatu kwa miaka mingapi angalau mm -mm, ishu sio kwa miaka mingapi eh, ishu... yani ifike miaka mingapi kwamba sasa hapa nabidi, maana umezungumza kwamba unapokea kiasi hicho hicho kwa miaka kumi. Aha, yani eh, pointi yangu ni kwamba hakikisha pale ulipo mwaka jana ni tofauti na mwaka huu yaani maana yake usikae kiwango kimoja hapo hapo. Unakuta mtu anapokea laki tatu mwaka wake wa sita wa saba, ila iko vile vile, na mahitaji yanaongezeka. Kama ni kijana, utahitaji kuoa, utaolewa, una familia ah. na vitu vyote hivyo mwaka kupata eh. nyongeza ya mshahara <laughs> wa wako kwenye sekta ya umma pointi eh. ni kwamba unaweza ukaa kwenye sekta ya umma kile ambacho mm. unakipata kile, kwa sababu uhuru wa kifedha pointi yake usiwe na chanzo kimoja hicho hicho, mm -hmm, yani maanake unaipata laki tatu mwisho wa mwezi mm -hmm. Ile laki tatu unaoipata hakuna ile inayotoshaga ni jambo la no ipata na mm -hmm, kujibudget na kujimanage kwenye laki tatu mimi nakuwa naweka labda mfano tu elfu ishirini tu labda kwa, mua, kwa, kwa miezi sita labda laki na ishirini ile laki na ishirini ikafanye kitu mahari mimi kule naongeza laki tatu huku laki na ishirini. Baada ya mwaka mmoja miaka mii, ile laki na ishirini ilete kitu kingine mahali pengine. Ndo maana ya uhuru wa kifedha yani, usiwe na chanzo kimoja cha mapato, hiki kitoke huku. Kuna mtu ukimwambia hivyo anasema, ah, mi biashara siwezi. Jamani, sahivi kuna mambo mengi sana, kuna ni vizuri watu wakatumia vizuri mitandao ya kijamii. Kuna mambo ya hisa e, asilimia fulani ukiweka tu asilimia kadhaa kila mwezi inaongezeka bila wee kufanya kazi bila wee kufanya kitu chochote hela inakuwa inaongezeka lakini sio hivyo kuna mambo ya kukodisha sijui viti maturubai mashine sijui za kuchanganya zege kuna vitu vingi ambavyo mtu akivitazama anaweza kuona mbona ni hela ndogo lakini ikija accumulate kwa muda mrefu inakuwa ni kiasi ambacho kinaweza kukusaidia kutatua mm. changamoto moja mbili katika maisha mm -hmm. mm. sawa, sawa. na tujuze sasa ulivyokuwa unataja zile hatua, mm. Tumeona kwamba ni wachache sana yaani kwa, mm. kwa, kwa pointi unazozitaja hapa, mm. kwenye jamii yetu ni wachache sana ambao tayari wana wanasikia uhuru, uhuru wa mm. kifedha ni nini ambacho kinaturudisha nyuma? Ah, kwanza kabisa mm. ah, watu wengi hawajui level yao ya kifedha, ah. Yaani hiyo ni changamoto, yaani kuna mtu hapa akisema uhuru wa kifedha aelewi hivi yaani ah, mimi niko ulo usipo huru <laughs> kwa sababu huwezi mimi ka... najiona nipo katikati <laughs> huwezi ukatoka kwenye shimo kama haujui uko ndani ya shimo. Lazima ukubali uko kwenye shimo, jamani, naombeni ngazi ninyanyweni nitoke. Kwa hiyo watu wengi hawajui wako katika level gani, lakini pia si ni ni jambo ambalo halikuwa katika mfumo rasmi. Kwanza nipongeze serikali kwa sababu ukiangalia dira ya ya taifa ile ya mwaka miaka ishirini na tano iko katika atiko namba nne: elimu ya fedha ifundishwe kwa wingi katika mifumo rasmi na mifumo isiyo rasmi. Kwao elimu ya fedha itakuja huko baadaye. Kwa mtu ambaye hafahamu hivi vitu, hatujawahi kufundishwa, hakukuwa na somo maalum la personal finance tumefundishwa, kwa mfano uchumi, tumefundishwa ku finance pesa za kampuni pesa za nini, lakini mimi personal labda napata elfu hamsini na imeneji vipi ili iweze kunisaidia, hatakuwa na huo mfumo. Kwa hiyo tunaenda katika hatua nzuri kwa mtu ambaye hafahamu yani, kwamba ndo kwanza anasikia. Ili uweze kujijua kwamba huko kwenye changamoto, maana yake kile, kile unachokipata mm, ni hicho hicho hakikui au kile unachokipata kinaishia kwenye mahitaji ya muhimu, hauna cha kuseve hauna cha kuwekeza, ndio maana mtu ukimwambia wekeza, yani haelewi. Mbona, mbona hata nilicho nacho akitoshi, na wekeza kwa namna gani? Ukiona hiyo hiyo, maana yake ni dalili hauko uhuru kifedha. Asante sana Janeth, nashukuru sana kwa somo hili la leo. Bila shaka sasa tutabadilika, tuliokuwa hatuelewi tupo wapi, tuliokuwa shimoni, sawa sawa. ni Janeth Soka tumezungumza naye hapa, mtaalamu na mshauri wa masuala ya fedha na uchumi, ambapo tulikuwa tunaangalia siku ya uhuru wa kifedha.